Naam, bona Watanzania eh, wamefuatilia kwa undani eh, wamekuapekua na kupenya penya mitandaoni mpaka wakagundua kwamba huyu bidada ambaye ameonekana akiwa yuko na Manara very close ni nani? Umeona bwana. Yani, uh, ni alikuwa anafanya kazi gani before na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo hii ni baada tu ya Manara kuposti video katika kurasa wa Instagram akiwa anaonekana yuko na huyu mrembo akiwa amerekodi video na baadaye watu wakahisi labda ni kiki tu, labda kuna promotion au kuna ubalozi amepata Manara na vitu vingine kama hivyo. Lakini huyu bidada akaja akaposti kupitia kurasa wa Instagram, akaandika katika Insta story pale akaweka caption kwamba Mrs Bugatti. Kwa hiyo watu wakawa wameshaelewa kwamba huyu dada kumbe ndiye mpenzi rasmi wa Bugatti ama Haji Manara mara tu baada ya Haji Manara ndoa yake kuvunjika na Zailisa. Sasa baada ya hayo yote kutokea bwana, ni kwamba tulichokuja kukiona sasa hivi ni kwamba huyu eh, huyu mrembo bwana kumbe eh, baada ya kuposti hivyo watu wakaanza kufuatilia sasa, huyo binti ni nani na amefanya nini hapa town, ametokea katika familia gani? Ni kwamba ikaja kugundulika kwamba huyu mrembo kumbe ndiye yule ambaye alikuwa ni video vixen. Kwa hiyo short and clear, mrembo mpya ambaye ndiye mpenzi wa Manara eh, alikuwa ni video vixen eh, kwa hiyo ni bidada ambaye kwa namna moja au nyingine alikuwa na umaarufu fulani hivi, watu eh, sio mgeni kwenye macho ya watu, kwa sababu alishatokea katika video ambazo zimefanya vizuri tu hapa town, kama vile kuna hii video ambayo alikuwa Video vixen, kama mwarabu, mwarabu, mzuri, yule kama mwarabu, mwarabu, mzuri yule bwana, ndiye huyu ambaye Manara amemtangaza kama mpenzi wake. Vile vile za za za huyu, huyu, huyu, sasa hivi Manara ameamua mpenzi wake. Kwa hiyo wadau bwana, wamefuatilia na wamekuja kuposti huko mitandaoni, video zimesambaa, watu wakiwasema kwamba bwana eh, mke mpya wa Manara ni video vixen kwenye nyimbo ya baridi ya J Melody pamoja na mapozi na mi ya Diamond Platnumz pia. Hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.